Wana kucha ndefu hivi, hizi kucha wanawake yani hasa hata mwanamke zisipokuwa vizuri hazipendezi, kama hizi zimekuwa vibaya. Mimi baadaye nitakutafutia kiwembe, ni kukabidhi, ujitolee hizi kucha bwana iupendeze, sawa? <laughs> Nini sasa? Mbona sioni chochote? Kuhusu nywele yeye alishakataa, sijui mambo ya kusuka au nini? ksu uzitengeneze hivi hivi, hataki, anasema wanawake wakishaanza kunisumbua watamuharibia yeye. Wataanza kugombana. Watu wamekaa wanaongea stori zao hapo, unaniletea jambo lingine. Mbona sijaona sasa? Lakini walikuwa pale kabisa, walikuwa wanashikanashikana, unajua shikana. Eh? Na wewe. Yaani hizo kesi unajua zimenichosha. Kila akisimama na mwanaume mwingine unamfuatilia hivyo, yane dada wako wako mswele. Na? Unataka umuoe huyo dada yako. wakati ule ni binamu yangu. Ule si mtoto wa mjomba kabisa yule, au ina nani? Inawezekana nywele ni matunzo, kwani ukisuka ndio umekuwa uuni? Hapana, yaani wewe suka pendeza. Basi sawa, shamjangu, lakini shanichanganya, sielewi yani mpaka hapa tan, mbele ninakuelekea ni wapi? Wewe kama unamtaka inawezekana, mimi simtaki. Unajua mimi naangalia usalama wake Eh? Naangalia usalama wake kwa sababu hapa kijijini kuna watu wanatabia za ajabu ajabu za kijingajinga eh? Wanakula kona wana meza chochoro, Wanakula kona wanameza. Sasa ile mbaya mimi sitaki. Aya, wewe kama unamtaka huyo dada yako muoe, kama umtaki wa waachie vijana wenzio wamfuatie wamuoe. Sasa mama ah, <laughs> Yaani, anaweza kukua yule. Sasa hivi alipo hapo anakutafuta, na yeye akiamuaga jambo uwaga haachi mpaka auwe. Ndo maana ukienda sasa hivi unafikia kwenye kifo. Kaa huku huku kwanza uone aliaewa, tuende kwa mganga tuangalie usalama wako. Mambo yakitulia ndo uende, kama maandamano tu nisha kupanga, lakini ukiwa mbishi <coughs> Mwenyekiti. Ndio. Ujio huu ni kwa ajili yako wewe. Sawa kabisa. Kuna vijana wangu wawili wamefanyiwa vitu vibaya sana. Kuna kijana mmoja amefungafunga hivi manywele mengi ameyafunga hivi, amefunga si na linini. Ndiyo. Ni mgeni mgeni hivi lakini alivyowafanyia vijana wangu. Ndiyo. Wakifika hapa mwenyekiti, ni vitu vya kushangaza, vijana wakuwa mazombi si mazombi. Eh. Wamekuwa siwi yani, yule kijana bwana ameharibu vijana wangu sana, ameharibu sana vijana wangu. nimeona nitangulie huku Ndiyo, kuja kuambia, ila kwa nyuma wanakuja wale vijana Wanakume, utawaona we mwenyewe baba. Pole na matatizo ya mwanangu, nasikia mimba zina, anazibeba ana zinaharibika hivyo hivyo. Pole mwanangu. Ah, mama, asante asante kwa hilo. Ni kweli kila akishika mimba zinaharibika, na ni jambo ambalo limeshaniumiza kichwa sana, kwa sababu kila nikimwambia labda twende hospitali, twende kwa wakunga, twende kwa waganga, yani hataki kuelewa, hataki hata kunielewa, mpaka nakuwa navurugikiwa. Kweli nitapata mtoto mimi? Sielewi. Huwezi kupata mtoto baba yangu, sababu hao watoto anajua yeye mwenyewe na wameza yeye mwenyewe mmeshatuona. Sisi toka muoane kule hatujafika kwenu baba ya, yani mama mimi, hicho kitu mimi nilikuwa nakaa najiuliza, namuuliza na yeye hivi, ni kwa nini mama yako mzazi yupo asije hapa tangu sisi tumeoana tunaishi, yeye hayupo wala hataki mawasiliano na wewe nikijiuliza hilo swali na nikimuuliza yeye mwenyewe majibu hakuna. Nikawachukia sana nyinyi, nikakuchukia hasa wewe mama mzazi, na baba mpo hai, alafu mnashindwa kufika kwangu. Niliwachukia, lakini kwa haya ambayo ninayoyasikia hapa, naona kabisa mpo sahihi na wala hamna makosa, wala sina haja ya kusema nikae niwachukie tena. Meshamtenga zamani, mna ukoo wote umeshamtenga hatuwezi kufika kule. Kule na uchawi huo ameshaalisi kwa mababu zake huo. Sasa shemeji, wewe unasema ulichukia wewe wazazi wako mimi. Yaani, nimeangalia sebleni hampo eh? nimeangalia kule nyuma hampo kumbe mmekuja kujificha huku mmeninanii wenyewe kwenye kikao, manaake nini sasa? mama asinienda kwa nanii, kwa rafiki nani, kwa yangu tu pale. Mara moja nimeenda pale, narudi sioni mtu sisi tumeitana huku, tumekaa kikao chetu, na kikao chetu tumeona wewe hakikuhusu ndio maana tukaitana watatu tukaanza kuongea. Kwa vile umekuja hapa, basi kaka karibu. Halafu ebu ebu, kwanza njoo kae huku kwanza eh? njoo kae huku kwa mwanamke mwenzio, kwa sababu haiwezekani unakaa una huko wakati mama yuko hapa akihitaji kukuagiza kitu eh? akitaka umchukulie kitu cha siri. Ah, ah. Eh? Vipi kwani, mi nikikaa karibu na shemeji yani, ninafanyaje? Kwa mfano ama nikikaa hapa, wewe unapata tatizo gani? si ubaya upo sasa, mama hapa akitaka kuagiza, anaagizaje? Unajua, na wewe mambo yako yananikeraga wewe. Hivi hapa tupo wote hapa, anaweza kufanyaje? kwa nini mimi nimesema watafanya kitu, lengo langu akae karibu na mama hapa, mama akitaka kitu ana, anakuagiza sasa. huko kote huko ataku, atakuagizaje? Kwa mimi mama ndo hao ananiagiza mambo yake hata ya siri. Unajua wewe, unanichosha shemeji mm. Kuwa na amani tu shemeji bwana. Wewe yaani, wewe ungekuwepo mjini kule na yule ndugu yako ule kaka yako Kimwanya, yaani mngekuwa mnagombana kila muda kwa sababu yeye kama wewe vichwa vyenu panzi kabisa. <laughs> Yani wagovi wagovi, nadhani ungekuwa unagombana unagombana kila siku na kaka yako, kwa sababu unaonekana hapa. Gobogobo ebulete hapa, unaona mama. Na wewe jamani, nimeshakwambia tabia mbaya hii, ni tabia mbaya. Kwa hiyo sasa, kila mtu ajue shemeji yangu mimi anakakufurika elfu moja Eh? <laughs> <laughs> Asa, shemeji shumali, kaka, kumbe na wa mjini wanatufungua hivi. Maajabu haya! <laughs> <laughs> Hapana, hizi funguo mimi nimeziokota, nilitaka niwaoneshe, je, kuna mtu ambaye ana funguo hizi? Nimeziokota mimi pale barabarani kwamba yeah, labda <laughs> kama mmepoteza za kwenu. Hmm, <laughs> sio za nyumbani. Ah, sasa mimi mama umezitupa. Ungezitunza labda kesho kesho kutwa zitatusaidia. Ah, za kazi gani? Ah, sasa inabidi baba sasa hivi tuondoke kwenda kwa mganga tukatengenezie ile chupa, na we vile vile mwili wako. Najua yule mwanangu ameshakuharibu mwili wako, na we mwenyewe akakushughulikia ukae sawa. Basi sawa mama, mimi nitashukuru kwa hilo. Kwa hiyo sasa, mimi nimefika hapa dakika moja tu, kikao kimeisha sasa maana yake nini? Sasa hivi kwa hiyo kumbe mimi sikufaa kabisa kuwa kwenye hiki kikao. Basi bwana, mimi naondoka zangu Misu. Ah, kaka njoo bwana. Sasa, sasa tunaenda huko wote, tunakaa tunaenda wote, sio tutaenda huko au wewe uendi? Tena yule kijana namjua. Wewe, sasa niwasiliane na pale napokaa kwa mama Sanzaga nimwite wote waje hapa ili tuje tuyamalize. Ngoja, namba ngapi? ngabi 5 6 7 asami, naona nini kimefika dakika moja hapa, kikao kimeisha, ni kama sina samani. Eh, hapana bwana sanzaa. Uh, inaita wewe una samani tsamani yako. Halo mwenyekiti, halo mama Sanzaga, uje na yule kijana wako yule mwenye nywele ndefu yule aliyefunga funga, uje naye hapa e, kuna maswala fulani mazito tuje tuyamalize. Mi peke yangu siwezi kuyamaliza haya, ngoja tuje naye, unasikia? utenouni wai Umeniaa lakini, sawa, hamna shida. Haya basi fanya hilo hilo zoezi. Jamani, mwenyekiti amesema twende naye mgeni wetu Kwake. Ah, sasa kwa hiyo ina maana sasa kwa mganga tena tumeahirisha. mmempigia simu? Sawa, sasa hivi atakuja na yule kijana, itakuwa vizuri, mwenye kitu eh, tuje tuyamaliza kabisa masuala yote, tutazungumza tukiwa pamoja, tutafikiana na mambo yote yatakwenda vizuri. Ah, yani hata mimi inaniuma sana sasa e, vijana wangu, hata hilo swala sijawahi kabisa kuliona kijijini hapa kweli. Sasa, kijana mimi umetoka wapi huyo kijana? Tuharibia kijiji. Tunaenda kupitiliza huko huko. Ah, tunaanzia pale kwanza. Eh, tunaanzia hapo kwa mwenyekiti. Ah, kwa hii ni sawa au? Ah, mimi sijui kwa sababu nyinyi ndio wenyeji wangu. Mkisema twende huku, mimi huko. Ukisema huku hivyo. Ah, basi kama ni sawa twendeni. Hai, basi mimi wacha nifate begi langu. Hamna shida. Mm, shemeji. Au basi ngoja nikalichukua mimi afu nikuletee hapa. Wewe si nilishakuzuia kabisa kuingia chumbani kwangu wewe? Eh? Unaingia chumbani kwangu ili iweje, na ukikuta kuna ufyako mle? Wewe unaletaga wanawake kwenye nyumba yangu. <laughs> Naletaga wanawake wapi, mama? Mkwala tu? Mkwala gani u? Sasa hebu unaenda kalichukue, liko pale kwenye kwenye meza pale ba. Au, au basi shemeji kachukue, si unajua lile begi lina vitu muhimu sana anaweza hata akavuruga vuruga. Ni kweli kwa sababu pia kunaunachupa mule, isije kamgandia afu ikawa shida Ay. mira alafu ninyi ukawa mnaniaibisha mbele mbele za mgeni nyie, sijie mnaona baba yenu hayupo, naweza kuwatandika bakora nyie. Shangazi, si ndo huyu, yaani mimi toka amekuja mgeni hapa mimi na kaka tupatani, yaani kila ninalofanya, yani kwake nikelo namkela, yani sielewi, yaani makelele mtupu. Yani mimi kwa kweli, mimi nimechoka, yaani nimechoka, mi mwenyewe ananikela. Sikiza, ana tabia za ajabu ajabu. We mwenyewe ndo mchokozi ako najisheu hapo. Wewe, kama kumuoa, si umuoe, kama umtaki, mwacha aolewe na wengine. hmm. yani mi niolewe na huyu Ah, we siwezi ini uko wenyewe wa watu wachawi wa wanga wanga. Anioe huyu ni zai watoto, ambao nikizaa mtoto ninamzaa na mzizi mkononi kwa sababu ya uchawi. Mi siwezi kuzaa na mtu kama hapana. Kwa kweli, shangazi, kwanza mimi mwenyewe simtaki, mii siwezi kumwoa si, ah, ah. si dadaangu eh? na unavosema habari za wachawi ujua, wewe unanicha. Kwa hiyo sasa nani nani mchawi mama? Mi mchawi eh? wewe ni mchawi Hivyo mbona unakuwa una mdomo mchafu mchafu wewe? Si dada. Dada. Sasa akiwa dada ndo uko wetu. Ndiyo. Kwanza mama uko mi na huko, si mnakoenda mi siendi, labda kama labda labda niwapeleke mpaka kwa mwenyekiti kiti ili nikashuhudie nini kinaendelea pale, lakini huko siendi kwa sababu hakuna u... uwezo ukatwambia sisi wachawi, ukoa wa uchawi. Wewe toka umekuja hapa ulishai kukuta hata unywelo wako umenyolewa wewe. Masi, mama huyu anakuaje? Wewe mwenyewe ndo unayaleteza na yaleteza, si unaona kabisa anasema uko wa wachawi uchemeji. Hebu waisha begi tuondoke kwa sababu hapa muda wote panaharibika hapa.

Vijana wangu ndio hawa vijana, vijana wako ndio hawa waliofanywa na yule kijana. Ni shida kabisa, mwenyekiti. Sawa, sawa. Ah, we mwenyewe unajionea. Nimejiona mwenyewe. Sawa sawa. Kijana, hebu nipeni maelezo yenu. Imetokea nini huko kwenu huko? Hebu niambie kwanza we? <tipetit> hapo zungumza, wee bwana, imetokea nini? Kuna shida gani? Imetokea nini huko? Mwenyekiti, naam, mimi sioni sababu ya kuwahoja. Sawa so, kusoma ujui hata picha uoni? kweli kweli? Mm, kwa kweli naona wao tatizo. kwe wana, wana, wana, wana, wana, wana. Eh. Mm. Ki, kiukweli hawa vijana wamerogwa na mchawi na mchawi mwenyewe yupo kijijini kwako kwa hapa Nyamiboga, umeona mm -hmm. ko ingependeza zaidi kama angeitwa akahojiwa, au tukaona namna ya kuwasaidia hawa vijana, kwa sababu yeye ndo kawaroga na yeye ndo ana uwezo wa kuwatibu. Okay, umeona? Kwa hiyo naomba unisaidie kwenye hilo mzee wangu. Hawa ni rafiki zangu sana, nimeishi nao vizuri, lakini mistake kidogo imekuja kuingiliana baada ya huyu mgeni kuja. Amekuja sijui ametoka Dar es Salaam, halafu kawaroga ndugu zangu, sijui dhamira yake ni nini ujue watu wanaoishi mjini, a huenda anataka utajiri, mm -hmm, au ana, anataka vitu vyake tu ili vikamilike, afu nini hivyo. Kwa hiyo inafaa aitwe hapa ahojiwe, ikifaa awarudishe kwenye kwenye hali yao ya kawaida eh. Mi siwezi kuishi na watu kama hivi mzee wangu, mona kwa naomba umwite tena kijana, alikwepo hapa hapa hapa tu amekuja <laughs> anakaa kwa Mama Sanzaga. Mama ngoja kwanza, ujue tusije tukaenda enda tu tukaenda kichwa kichwa, tukakuta pale kuna watu wana masime wana mikuki wana marungu kwa ajili ya kumwangamiza huyu jamaa, kwa sababu ukumbuke wakati anatoka alikotoka alitoka kwa kukimbizwa. Ushauri wangu kwa nini usi, usiangalie namna ya kuhakikisha kule tunapata usalama juu ya maisha ya huyu ya shemeji yangu, na sio hivi tunavyoendaenda Je, kama umemsubiri labda pale una uhakika gani? Au shemeji, unaonaje wazo langu? Ah, ni kweli kabisa, ni kweli kwa sababu jinsi walivyokuwa na hasira sidhani kama wanaweza wakaniacha salama. Kwani ile begi zito sana mpaka ameshindwa kubeba. Wewe mbona unakuwa una nini wewe? Labda mimi nilikuwa na shauri mama, labda angeenda kwanza akaangalia usalama alafu ndo sisi hatutaki matatizo kiukweli. Sisi vijana wa Bujula hatuna shida kabisa, ila sasa tunataka hawa vijana watibu. Sawa kabisa, umeona lakini Kone. Lakini kama atashindwa kuwarudisha kwenye hali yao ya kawaida hawa vijana, sisi tuna uwezo wa kumchoma moto yule, kwa sababu sisi hatujui kabisa mambo ya, ya kiuchawi uchawi haya hatuyajui hivi eh? Hii ni hali ya kawaida mzee, tunaomba aitwe hapa ili aambiwe uhalisia uliopo, awarudishe kwenye ubora wake. Hawa vijana wamejiandaa. Mwenyekiti, naomba msii huyo kijana aweze kuwarudisha hawa vijana wenzetu. Sasa samani kidogo, kijana wangu, ile swala ya ku, kuwachoma kumchoma ye kijana acha, wacheni kabisa. Ndio maana mimi ni mwenyekiti. Amani, mambo yote yatakuwa na vizuri. Usimchome no, yule ndio maana nikasema kwamba Diyo? kama yeah. Akikataa kuwarudisha kwenye ubora wao hawa. Aha. hayo ndo yatajiri, na ndio maana tumefuata utaratibu, tumekuja kwako, tumeomba aitwe mm -hmm. ili tumsikilize, umeona. Kwa hiyo tunaomba mzee utusaidie kwenye hilo neno la kuchoma, msiwachome, usimchome kabisa. Ah, basi sawa mzee, yani mkae na amani. Haya, maswali tunazungumza nataisha sasa kuliko aende bora ampigie simu hapa hapa, kwa sababu itakuwa sio kweli kwamba aende, alafu baadaye arudi. Mpigie simu muite, tuje tuongelee hapa, tuone anakuitia nini, lakini pia tuone kule kuna watu gani, ili kusudi mama. Haya, na kweli umetoa waje kule, ngoja ni kabisa hiyo ndio ndio, subiri mm -hmm. Kwanza kuna kuna simu inaita, tuongee naye ah, mna shida ah. Hii ndio namba ya mama Sanzaga, ngoja tuongee naye. Uko wapi mama Sanzaga? Uko wapi? nakuomba mwenyekiti, njoo. Uko wapi? tuko hapa yeah. Tuko hapa nyuma yeah, ya nyumba hapa, nyumba yako. Njoo hapa, njoo hapa, tukusubiri hapa. Hapana, unasemaje? Naogopa hao watu, huyu mgeni wakija kumshambulia mtoto wa watu wakamchoma, kuna usalama kweli hapo mwenyekiti? Sasa ngoja basi nije nikusikiliza nasema nini huko, tuje tuyamalize masuala ya ya vijana bwana. Ni sasa eh, amenipigia mama, yuko nyuma ya nyumba kule Kamsikilize, nakuja sasa hivi tu. Kwani nashindikana vipi kuongelea? ah -ha. Hapa mzee eh? Tulia kwanza ah -ha. Ah -ha. Mwache tu aende baada atarudi hivi. Eh,